Tusonge mbele na kuelekea eneo la magharibi, ambapo viongozi serikalini wakiongozwa na spika wa bunge la Kitaifa Moses Wetangula na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichungwah wametetea sheria ya marekebisho ya uhalifu wa kompyuta na mitandao mwaka wa 2025, wakisema ni sheria ambayo inalenga kulinda hadhi ya familia na hususan watoto wadogo. Wakizungumza wakati wa ibada ya kanisa Katoliki la Mtakatifu Teresa Isanjiro eneo la Malava, ya Kakamega, viongozi hao wamekanusha madai kwamba sheria hiyo inalenga kukandamiza uhuru wa kujieleza wakisisitiza kuwa ni njia mwafaka ya kulinda hulka mbaya kwenye mitandao ya kijamii. Kabla sheria hajaingia kwa floor, huyu Ichungwah analeta kwangu, na mimi ni msomi na ni wakili mashuhuri katika nchi yetu, nisome niangalie, I do comparative analysis. With comparable jurisdictions hii sheria imepitishwa kule Marekani, hii sheria imepitishwa kule Ufaransa, hii sheria imepitishwa kule Australia, hii sheria imepitishwa kule Uingereza, hii sheria iko katika bunge la Ufaransa inaendelea, hii sheria iko katika kila mahali ku protect jamii. Mimi nataka nikiwa kwa simu yangu, hata nikiachia mtoto akiangalia Aone correspondence between me and my friends ya kibiashara ya urafiki, lakini mtoto kufungua simu yako. And Mr. Speaker, unajua wale watu ambao ni wa matusi, wale watu ambao ni wa porojo, they have been peddling lies that the computer misuse and cyber crimes amendment bill or act is there